Chama cha mawakili wa serikali kinapenda kuwataarifu wanachama wake wote kuwa mkutano mkuu wa chama utafanyika kwa siku mbili, yaani tarehe 14 na 15 mwaka wa 2025 katika ukumbi wa mkutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. mkutano huu muhimu Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi, Chama cha Mawakili wa Serikali ni chama cha kitaaluma kilichoanzishwa na mwanasheria mkuu wa serikali kwa mamlaka aliyopewa chini ya kifungu cha 16 a kubwa cha sheria ya utekelezaji majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na kinaendesha shughuli zake kwa mujibu wa sheria, ambalo ni tangazo la serikali namba 268 la tarehe 16 Agosti Agosti 2019. Uh, na, na kwa kipekee chama chetu kilizinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanachama wa chama hiki ni mawakili na maafisa sheria wote wanaotoa huduma katika utumishi wa umma kwenye wizara, idara, mamlaka, mashirika na wakala wa tawala za mikoa na serikali za mitaa na ambao wamesajiliwa kwenye daftari la mawakili wa serikali linalosimamiwa na mwanasheria mkuu. Kwa kifupi, lengo kuu la Chama cha Mawakili wa Serikali ni jukwaa la kitaaluma ambalo linawaleta kwa pamoja mawakili kujadili maslahi ya, yao ya pamoja, kusimamia maendeleo ya sekta ya sheria kushughulikia maadili, miiko na maendeleo ya tasnia ya sheria kwenye utumishi wa umma, na kwa sababu hiyo mkutano huu unakuwa pia ni sehemu ya mafunzo na kujengeana uwezo. Mkutano wa mwaka huu una kauli mbiu isemayo utawala wa sheria katika utekelezaji wa majukumu ya serikali ni nguzo muhimu katika kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini. Kauli mbilu, kauli mbilu hii ndugu waandishi wa inalenga kuhakisi mchango mkubwa wa mawakili wa serikali katika kuhakisha kuwa shughuli zote za serikali zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria kwa lengo la kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo.